Nyota ya kaa, pokea baraka, nguvu na uwezo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na ndiyo maana miongozo yako iko karibu kukuoneshea njia sahihi. Hakika umepata bahati kubwa na mwongozo bora. Kitu cha thamani kipo karibu yako. Heshima na malezi yako yanakupa sifa nzuri. Utakumbushiwa jambo utakalolifurahia. Maongezi ya mtu yatakukumbusha mbali sana, mtu kukupa elimu ya kitu cha kufanya utatenda jambo kwa ufasaha, utaridhishwa na kitu. Kujitenga au kukaa mbali kwako kuna kufanya uepukane na vingi vibaya. Wewe ni kiongozi, unapaswa kutekeleza kile chenye umuhimu na ubora. Usiku wa jana mwili ulikuwa umechoka sana, pia ya kumwota adui au kiumbe hatari. Ahadi ya zamani ambayo inajirudia kwako itatimia, kuokota kitu kizuri. Pesa inayokuja umeshaipangia mahitaji yake pia itaongezeka nyingine ya ziada. Kesi kuisha au kumaliza mzozo. Ubora wako kukumbukwa, kuepuka hasia ya mtu. Utahisi mtu kwa kupunguzia kitu baada ya uwepo wake. Kulala sana, kupata hisia mbaya kwa mtu, kuongea ukweli utakaokubarika, kuuliza kitu ili upate uhakiki. Kaa tarajia kupata ugeni wa ghafla na kitu chenye heri kwako.